Tuelekee kaunti namba 34 ambapo maelfu ya wamiliki wa ardhi kutoka miji 37 ya kaunti ya Kajiado wamepata fueni baada ya serikali ya kaunti kuanza mchakato wa kutoa hatimiliki. Hatimiliki zaidi ya 1800 zilitolewa katika awamu ya kwanza ya mpango huo. Hatimaye baada ngoja ngoja ya ngojangoja ya muda mrefu wa wamiliki wa ploti kwenye miji mbalimbali ya mbali kaunti ya Kajiado, sasa wameanza kupokezwa hati miliki. Kwenye hafla ya kuzinduliwa kwa zoezi hilo, wamiliki wa ploti katika miji ya Kajiado, Namanga, Nonko, Piruko, Kitengela, Isinya, Bulbul na Loitokitok wamepokezwa hatimiliki hizo. Kwanza sijamaliza kujenga hiyo plot, nitaweza kuchukua loan kwa financial institution Hili ni jimudu kimaisha. Hii hatimiliki si si inanifanya mimi mwana Kajia do kamili na kuweza kuendelea na mambo mengi tu yale yamekuwa yamefungika. Imeonekana sasa, si ni watu wenye kuwa na haki miliki ya hiyo area, kwa hivyo tunaweza kufanya mambo mengi. Imefungua ukurasa mpya, kwa hivyo maendeleo yatapatikana. Waporaji wa manye, malia wenyewe no, sasa no, tunawaambia no, nyoo Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lengo na mkurugenzi mkuu wa tume ya ardhi nchini Kabale Tache wanasema sasa hatua hiyo itasaidia kutatua mvutano wa muda mrefu kuhusu ardhi, ambapo wamiliki zaidi ya mmoja wamekuwa wakijipata wakizozania ploti moja. We had many

kadhalika ni hatua ambayo sasa inatarajiwa kufungua milango ya uwekezaji na maendeleo kwenye miji mbalimbali kaunti ya Kajiado. The

Wamiliki wa ploti zaidi ya elfu ishirini na mbili kaunti ya Kajiado wanatarajiwa kupokea hati miliki hizo. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.